Mtazamaji wa Mwananchi Digital, hii ndiyo hali halisi ilivyo kwenye kanisa la Ufufuo na Uzima la Askofu Josephat Gwajima lililopo kata ya Mkundi Manispaa ya Morogoro. Leo ni siku ya Jumapili Juni 8, 2025. Kamera ya Mwananchi Digital imefika katika viwanja hivi ambapo maelfu ya waumini wa kanisa hili wamekuwa wakifanya ibada siku ya Jumapili na ibada nyingine kulingana na utaratibu wao. Kamera ya Mwananchi Digital imeshuhudia kanisa hili likiwa limezungushwa utepe wa njano huku askari polisi zaidi ya wanne wakiwa wamelizunguka kuimarisha ulinzi. Askari hao wenye silaha wametanda katika maeneo mbalimbali ndani na nje kuzunguka kanisa hili ambalo limefutwa. Uamuzi wa kufutwa kanisa hilo pamoja na matawi yake yote umetangazwa siku ya Jumatatu, Juni mbili elfu mbili na ishirini na tano na serikali ukisema Mahubiri ya Askofu Gwajima yamekiuka taratibu za usajili. Msajili wa Jumuiya za Kiraia, Emmanuel Kihampa alitangaza kulifuta Kanisa la Ufufuo na Uzima akieleza limekiuka Sheria za Jumuiya sura ya 337. Mwananchi Digito imezungumza kwa njia ya simu na moja ya kiongozi wa kanisa hili kutaka kujua kwa sasa waumini wao wameelekea kanisa gani kuendelea na ibada zao. Kiongozi huyo amesema kama unataka kuombewa kanisa limefungwa na una taarifa zote. Kama unataka kuombewa, utakuja kanisa likifunguliwa. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.